Mahuluku wa dahari walisema kuwa mwenye ngoa njema hakuna nei mabaya, anapambana siku moja naye kuwa kama wewe ama zaidi yako. Hiki ndicho kinachotokea kwa soka la Tanzania, kati ya watani wa jadi Simba na Yanga. Simba Sport Club na Yanga Sport Club, wote wamewahi kutoa mataji manne mfululizo, lakini Yanga sasa ndiyo klabu ya kwanza kufanya hivyo mara tatu katika historia ya Ligi Kuu Tanzania Bara ikiwa na mfululizo wa mara tatu mwaka 1968, 1969 na 1970 na mara tatu kwa mwaka 2012-13 hadi mwaka 2014-15 na mara nne mfululizo sasa mwaka 2021-22 hadi 2024-25. Hata hivyo, watani zao Simba wao kwenye historia wametoa ubingwa mfululizo mara mbili. Awamu ya kwanza ilikuwa mara tatu 1993, 1994 na 1995 na mara nne mfululizo msimu wa 2017 18 hadi 2020 21 na muhimu ni kwamba wakati Yanga anabeba makombe matatu mfululizo 2012, 13, 2014, 15, ulikuwa ni msimu wa bunge la kumi, yani mwaka 2010 mpaka 2015, chini ya Rais Jakaya Mrisho Kikwete. Msimu uliokuja wa 2017-18, 2020-2021 Simba walibeba mara nne mfululizo wakati wa kipindi cha bunge la 11, 2015-2020. Msimu wa mwisho 2020-2021 ulianza mwishoni mwa bunge la 11 na kumalizika mwanzoni mwa bunge la 12 chini ya Rais Hayati Dr. John Pombe Magufuli na baadaye Rais Samia Suluhu Hassan na sasa ni kwamba Yanga wamechukua kombe hili mara nne mfululizo tangu 2021 2022 2024 2025 wakati wa kipindi cha bunge la 12, yani 2020 2025 chini ya Rais Samia Suluhu Hassan. Unadhani msimu ujao 2025 2026 hadi 2029 2030 wakati wa kipindi cha bunge la 13, ni nani atatamba tena?